Bilionea alirudi nyumbani mapema na kuwakuta binti zake mapacha waliokuwa wajawazito wakilia. Hakuwahi kurudi nyumbani kabla ya saa moja jioni, lakini siku hiyo moyo wake ulimsukuma arudi mapema bila sababu ya wazi. Alipofungua mlango, alisikia sauti za kilio kizito, si cha mtoto, bali cha watu wazima waliovunjika moyo. Akasimama kimya, akashika kifua chake. Ndani ya sebule, Neema na Rehema Binti zake mapacha walikuwa wameketi sakafuni, macho mekundu, mikono ikishika matumbo yao makubwa ya ujauzito. Baba, neema alisema kwa sauti ya kukatika. Bilionea hakuuliza chochote, alikaa chini taratibu. Alikuwa mtu aliyefanikiwa kwenye biashara, benki zilimheshimu, uwekezaji wake ulisimama imara, na alikuwa na bima ya maisha iliyohakikisha familia yake iko salama, lakini hakuwahi kuona siku kama hiyo. tumekuharibia heshima, Rehema alisema akilia. Maneno hayo yalimpiga bilionea kama radi. Alitazama wasichana aliyowalea kwa maadili, aliyowapeleka shule bora, aliyowaandalia mustakabali wa mali isiyohamishika na pensheni salama. haya machozi si ya kawaida, alisema kwa sauti ya chini. kuna jambo kubwa mnaniambia leo. Ndani ya chumba hicho siri ilianza kupumua. Bilionea aliwaomba wasimame, wakae kwenye kochi. Alienda jikoni akaleta maji, akawapa taratibu, kama baba asiye na hasira, bali mwenye hofu. afya yenu kwanza, alisema, mimba si ugonjwa, lakini huzuni ni hatari. Neema alimtazama baba yao, macho yakiwa na aibu. hatukuwa na mpango, alisema. Rehema akaongeza tulijaribu kuwa waangalifu, baba. Tulifikiri maisha yanatupa muda. Bilionea alinyamaza akakumbuka mama yao marehemu aliyefundisha familia juu ya nidhamu, heshima na mipango ya maisha. Alikumbuka jinsi alivyowahi kusisitiza umuhimu wa maamuzi sahihi, kama vile uwekezaji unaokuwa pole pole lakini salama. Mmeolewa? aliuliza hatimaye. Kimya kilitawala. Hapana, neema akasema. Bilionea akainamisha kichwa haku. Ndipo uzito wa tukio ulipoanza kushuka. Sio mimba tu, ni jamii, ni heshima, ni kesho ya watoto hao, ni jina la familia. Wazazi wa wanaume hao wako wapi? Rehema akatikisa kichwa, hawajui bado. Bilionea alihisi hasira ikipanda, lakini akaizuia. Umri ulikuwa umemfundisha kuwa hasira huharibu zaidi ya kurekebisha. Hatujakamilisha mazungumzo haya Leo nasikiliza, kesho nitachukua hatua. Na hatua hizo zingebadilisha kila kitu. Usiku huo bilionea hakulala. Alikaa ofisini mwake akitazama picha za zamani za familia. Mafanikio yake yalijengwa kwa miaka ya nidhamu, mikopo ya benki iliyolipwa kwa wakati na maamuzi yaliyolinda afya ya familia na hadhi yao. Lakini sasa changamoto haikuwa kwenye biashara, ilikuwa nyumbani. Asubuhi ilipofika Aliwaita binti zake mezani. Kulikuwa na chai, mkate na kimya kizito. Leo hatuzungumzi kwa jazba, tunazungumza kama watu wazima. Neema akavuta pumzi. Mwanaume wangu anaitwa Juma, anafanya kazi ya mikono. Hana mali, hana akiba. Rehema akaongeza. Wangu ni Salim, anania njema lakini maisha hayajamjalia. Bilionea alisikiliza bila kukatisha. Alijua dunia haifanyi kazi kwa nia njema pekee. watoto mtakaowaleta duniani wanahitaji zaidi ya mapenzi, alisema kwa upole. wanahitaji afya, elimu na ulinzi. Aliwatazama kwa macho ya baba, si bilionea. Sitawakatai, lakini sitafunika makosa kwa pesa. Maneno hayo yaliwaogopesha. Basi tufanye nini baba? Rehema aliuliza. Bilionea alisimama. tuwaite wazazi wao ukweli huogopi mwanga. Hakujua kuwa mkutano huo ungefungua mlango wa siri nzito kuliko mimba zenyewe. Siku ya mkutano ilifika. Sebule ilijaa watu wasiowahi kutana. Kulikuwa na wazazi wa Juma na Salim, macho yakizungua kwa hofu na heshima. Bilionea aliwakaribisha kwa adabu, bila majivuno. Hatujakutana kwa ugomvi, tuko hapa kwa watoto na wajukuu. Mama yake Juma alilia, hatujui pa kuanzia maisha hayakuwa marefu kwetu. Bilionea akatikisa kichwa. Najua, ndio maana napenda mipango, bima ya maisha, elimu na kazi halali. Salim akasimama. nitawajibika alisema kwa sauti ya kuteremeka. Juma naye akasema sitamkimbia mtoto wangu. Maneno yao yalionekana mazuri, lakini bilionea aliona zaidi ya maneno, aliona hofu ya kesho. Wajibu hauishii kwa maneno, unaanza leo. Aliweka masharti: elimu ya uzazi, mipango ya afya, ndoa kwa heshima. Hakutaja mali wala mali isiyohamishika aliyokuwa nayo. Hapo ndipo kila mtu alipoanza kuelewa kuwa huyu hakuwa tu mtajiri, bali baba mwenye msimamo. Lakini kulikuwa na kitu ambacho bilionea bado hajakiweka mezani, siri iliyomtesa kimya kimya. Baada ya wageni kuondoka, bilionea aliwaita binti zake chumbani kwake. Alifungua draw akatoa bahalafu ya zamani rangi yake imefifia. hii ndiyo sababu sikukimbilia hukumu, alisema. Ndani ya bahalafu kulikuwa na cheti cha kuzaliwa. nyinyi si mapacha wa kawaida, alisema kwa sauti nzito. Wasichana walitazamana. mama yenu alificha jambo hili kwa miaka, aliendelea. kulikuwa na mtoto wa tatu. Neema alishika kifua. umesema nini baba? Bilionea akavuta pumzi ndefu kulikuwa na mtoto wa tatu. Mtoto huyo alipotea siku ya kuzaliwa kwenu. Kimya kilichofuata kilikuwa kizito kuliko kilio cha siku ya kwanza. Mimba zenu zimeamsha jambo lililolala miaka mingi, alisema. Hapo ndipo hadithi ilipogeuka kutoka aibu ya familia kwenda safari ya ukweli, msamaha na hatima ambayo hakuna aliyeitaraji, na siri hiyo ikifichuliwa kikamilifu ingebadilisha maana ya familia urithi na upendo kwa kizazi cha mzima. Baada ya ukweli ule kufunguliwa, Neema na Rehema hawakuweza kuzungumza kwa muda. Kila mmoja alijaribu kuelewa alichosikia. Mtoto wa tatu? Neema aliuliza kwa sauti ya hofu. Bilionea akaketi chini taratibu. Ndiyo, mama yenu alijifungua watoto watatu, lakini mmoja alichukuliwa hospitalini, aliambiwa alikufa. Rehema alianza kulia, kwa nini hakutuambia? Bilionea akatikisa kichwa, aliogopa, alikuwa mgonjwa sana. Aliahidi kuniambia, lakini kifo kilimchukua mapema. Usiku huo wasichana hawakulala, walihisi mimba zao zilikuwa zimefungua mlango wa historia iliyozikwa. Asubuhi bilionea aliwapigia simu wakili wake wa zamani. Mtu aliyemsaidia miaka mingi kwenye masuala ya benki na mali isiyohamishika. Nahitaji faili za hospitali za miaka 25 iliyopita, alisema bila kelele. Ndani ya nyumba hali ilibadilika. Sio tena mimba za aibu bali fumbo la damu na ukoo. Na kwa mara ya kwanza, neema na rehema walihisi watoto waliobeba walikuwa na jukumu kubwa kuliko walivyodhani. Siku chache baadaye taarifa zilianza kuwasili: majina, tarehe sahihi zisizoeleweka. Bilionea alisoma kila ukurasa kwa makini. Kuna kitu hakilingani, alisema. Hospitali ile iliwahi kuripoti visa vya watoto kubadilishwa. Ilikuwa siri iliyozungumzwa kwa chini kwa chini. Unamaanisha nini baba? Rehema aliuliza. Huenda mtoto hakufa, bilionea akasema huenda aliishi. Maneno hayo yalitikisa kila mtu. Neema alishika tumbo lake. Basi, tuna ndugu mahali fulani. Bilionea akatikisa kichwa, inawezekana. Wakati huo huo, Salim na Juma walikuwa wanapitia shinikizo lao. Jamii ilianza kunong'ona, kazi zao zilikuwa hatarini, lakini bilionea aliwaita, msikimbie, aliwaambia, wanaume husimama wakati wa giza aliwapangia mafunzo ya kazi akawasaidia kufungua akaunti ndogo ya akiba, sio kwa anasa bali kwa uwajibikafu. Hii si misaada, ni maandalizi ya familia. Lakini mbali na maandalizi hayo, kivuli cha ndugu aliyepotea kilizidi kukua, kikisubiri siku ya kuonekana. Utafutaji ukaanza kimya kimya. Hakukuwa na matangazo wala makelele. Bilionea aliamini ukweli hupatikana kwa subira. Alikutana na muuguzi mstaafu, mama mzee aliyekuwa akifanya kazi siku ile ya kuzaliwa kwa mapacha. Mambo mengi yalifichwa, alisema kwa sauti ya chini, lakini nakumbuka mtoto mmoja alichukuliwa haraka. Alipelekwa wapi? Bilionea aliuliza. Nilisikia jina la mlezi, mama huyo akasema, lakini sikupewa maelezo Neema na Rehema walipoambiwa, walihisi mchanganyiko wa matumaini na hofu. Je, atatukubali? Neema aliuliza. Je, hatatuchukia? Rehema akaongeza. Wakati huo, afya zao zilihitaji uangalizi. Daktari aliwashauri wapumzike, wasiwaze sana, lakini mawazo hayawezi kuzimwa kirahisi. Bilionea aliangalia binti zake, akajua jukumu lake hakuwa pesa bali kulinda mioyo yao. Na moyoni mwake aliogopa jambo moja: ukweli huumiza kabla haujaponya. Mwezi ulipita, mimba zilikuwa kubwa zaidi, na familia ilikuwa imechoka kihisia. Hatimaye simu ilipigwa. Tumepata jina, wakili akasema. Jina hilo halikufanana na lao. Hiyo inamaanisha nini? Rehema aliuliza. Ina maana alilelewa kama mtu mwingine Bilionea akasema. Walifahamu kijiji alikokulia lakini hawakuenda. Bilionea alisimamisha safari. Bado si wakati, kwanza mjifungue salama. Siku ya kujifungua ilipofika, kulikuwa na maumivu, machozi na sala. Neema alijifungua mtoto wa kike, Rehema akapata mtoto wa kiume. Bilionea alishika wajukuu zake, machozi yakimtoka. Maisha yanaanza upya lakini alijua mwanzo huo ulikuwa na kivuli cha mwisho ambao haujafika. Na mbali huko, mtu aliyekuwa hajui chochote kuhusu familia hii, alikuwa anaishi maisha yake bila kujua damu yake ilikuwa imeanza kumtafuta. Baada ya kujifungua, hali ilitulia kidogo, lakini kimya kilikuwa kizito. Usiku mmoja, bilionea alipokea barua isiyo na jina. Ndani yake kulikuwa na picha ya mwanaume, sura yake ikifanana ajabu na neema na rehema. "Mama yangu aliniambia nilichukuliwa hospitalini, barua ilisema, mimi ni nani kweli?" Bilionea aliketi kimya muda mrefu. Huu ulikuwa mwanzo wa mwisho. Aliwaita wote mezani. Wakati umefika lakini ukweli huu utabadilisha kila mtu. Neema akamshika mtoto wake. tuko tayari alisema. Rehema akatikisa kichwa. Hatutaogopa. Lakini bilionea alijua kuna jambo moja bado hawajui, na jambo hilo lingejaribu upendo wao, imani yao, na maana ya kuwa familia. Mwanaume aliyekuwa kwenye picha aliitwa Hassan. Alikuwa na familia yake, kazi yake ndogo, na maisha ya kawaida kabisa. Hakujua chochote kuhusu bilionea, wala mapacha waliokuwa sasa mama Walipokutana kwa mara ya kwanza hakukuwa na kumbatio, kulikuwa na kimya. nililelewa nikiambiwa niliachwa, Hassan alisema taratibu. Neema alilia, na sisi tulilelewa tukiamini ulifariki. Bilionea alitazama wote, moyo wake ukigawanyika. hakuna aliyesema ukweli kamili, alisema na hakuna aliyekusubia maumivu haya. Hassan hakukasirika lakini hakuwa tayari kukubali mara moja. Nilijenga maisha yangu, alisema. Sijui kama nina nafasi ya maisha mengine. Maneno yake yaliuma lakini yalikuwa ya kweli. Rehema alishika mkono wake. Hatukujia kukuiba, tulikuja kukujua. Mazungumzo yalimalizika bila hitimisho, na bilionea aligundua kuwa kumpata mtu si sawa na kumpata moyo wake. Siku zilizofuata zilikuwa ngumu. Hassan alirudi kwa familia yake akiwa na mawazo mengi. Mke wake Amina alimsikiliza kwa makini. Ukweli huji kwa bahati, alimwambia. Huenda huu ni wakati wa uponyaji. Kwa upande mwingine, Neema na Rehema walihisi hatia mpya. Tumemvuruga maisha yake, Neema alisema. Bilionea akajibu, ukweli huvurugi, unafunua. Lakini jamii haikuwa na subira. Maneno yakaanza kusambaa. Watoto walipotea. Bilionea alificha siri. Heshima aliyojenga kwa miaka ikaanza kujaribiwa. Benki zilinyamaza. Marafiki walipunguza mawasiliano. Lakini bilionea alisimama imara. Mali ni kitu, alisema. Lakini familia ni msingi. Hassan alipiga simu siku moja usiku. Nahitaji muda, alisema. Bilionea akajibu, muda ni haki yako. Lakini ndani ya muda huo, siri kubwa zaidi ilikuwa inasubiri kufichuliwa. Miezi ilipita. Wajukuu walikuwa. Nyumba ikaanza kujawa kicheko. Lakini Hassan hakuwa amerudi. Siku moja Amina alifika peke yake. Siwezi kukaa kimya, alisema. Aliweka mezani hati za hospitali. Nilizipata kwa bahati, akaendelea. Mtoto hakupotea kwa bahati, aliuzwa. Kimya kilitanda. Neema akasimama. Umesema nini? Amina akavuta pumzi. Kulikuwa na mtandao. Bilionea alihisi dunia ikimzunguka. Hii haikuwa tena hadithi ya familia, ilikuwa uhalifu. Hasan hajui yote, Amina alisema, nimemlinda. Machungu yakageuka hasira, lakini bilionea hakakataa kulipiza. Haki si kelele, ni subira na ukweli wote walijua jambo moja: ukimya usingeendelea na mara ukweli kamili utakapofichuliwa, hakuna atakayebaki vile vile. Uchunguzi ukaanza rasmi, majina ya wahusika wa zamani yakatajwa tajwa. Wengine walikuwa wamefariki, wengine bado walikuwa hai. Lakini Hassan hakuvimilia tena. Alifika nyumbani kwa bilionea bila kutangaza. Nimeishi uongo, alisema kwa sauti nzito mimi si yule niliyeamini. Bilionea akasimama, machozi yakimtoka. Wewe ni mwanangu, na hilo halibadiliki. Kwa mara ya kwanza, Hasan alilia. Miaka ya hasira, maswali na maumivu ilimwagika kwa machozi. Neema na Rehema walimkumbatia, sio kama ndugu waliokuwa pamoja, bali waliopotezana na kurudishwa na wakati. Lakini bado kulikuwa na jambo moja nani aliyenufaika na kwa nini sasa? Jibu hilo lilikuwa karibu zaidi kuliko walivyodhani. Mchana mmoja, bilionea alipokea simu kutoka kwa mtu aliyemjua zamani. Siri ile haikuwa kwa bahati, sauti ilisema. Ilitajwa jina ambalo bilionea hakutarajia kusikia tena. Mtu wa karibu, mtu wa familia. Bilionea alikaa kimya muda mrefu. Hii haikuwa tu kuhusu mtoto aliyechukuliwa, ilikuwa kuhusu usaliti wa ndani. Aliwaita wote pamoja. Kabla hatujafika mwisho, lazima mjue ukweli huu utaniumiza zaidi kuliko nyinyi. Neema akasema, tutakuwa pamoja. Rehema akaongeza, hata kama ni mchungu. Hassan akasema kwa sauti thabiti, sitakimbia tena. Na hapo ndipo safari ilipofika karibu na kilele chake. Ukweli ulikuwa tayari kujulikana, na ulipokuja Ungeweka mstari kati ya kusamehe au kuvunja kila kitu. Jina lililotajwa lilikuwa Mjomba Luka, ndugu wa karibu wa marehemu mama yao. Mtu aliyekuwa akikaa karibu nao wakati wote, aliyesaidia katika biashara za mwanzo za bilionea na aliyesifiwa kama mtu mwaminifu. Neema alishika mdomo. Haiwezekani. Rehema akatikisa kichwa. Alikuwa kama baba mdogo kwetu. Bilionea alizungumza kwa sauti nzito. Wakati ule nilikuwa na safiri sana, nilimwamini. Uchunguzi ulipoendelea, ukweli ukaanza kujipanga. Luka alikuwa na madeni makubwa, alikuwa amehusika na mtandao wa watoto waliokuwa wanachukuliwa hospitalini na kuuzwa kwa familia zisizoweza kupata watoto. Mama yenu aligundua, bilionea alisema, ndio maana aliugua kwa mawazo. Hassan alisimama. Kwa hiyo maisha yangu yote... bilionea akamshika mkono. hayakuwa kosa lako Jamii iliposikia ukweli, ile kelele ya lawama ikabadilika kuwa kimya cha aibu. Na bilionea aliamua jambo moja: ukweli usiishie kwa familia, lazima haki isimame. Kesi ilipoanza, bilionea hakutumia nguvu ya pesa kuifunika, aliiruhusu ifuate njia ya haki. Ukweli hauhitaji rushwa, alisema wazi. Mjomba Luka alikamatwa. Uso wake haukuwa wa majivuno tena. Nilifanya kwa sababu ya njaa, alisema mahakamani. Bilionea akatikisa kisa kichwa, njaa haifundishi usaliti. Neema na rehema walitoa ushahidi, sio kwa hasira, bali kwa maumivu yaliyokomaa. Hasan naye alizungumza, sihitaji kulipiza, alisema, nahitaji ukweli ujulikane. Uamuzi ulipotolewa kulikuwa na machozi, lakini pia kulikuwa na pumzi ya afueni. Siri iliyokuwa imefichwa kwa miaka mingi sasa ilikuwa wazi. Baada ya kesi Hassan alimfuata bilionea, siwezi kurudisha miaka niliyopoteza alisema. Hapana, lakini unaweza kujenga iliyobaki. Kwa mara ya kwanza Hassan alimkumbatia baba yake wa damu, na hapo mzigo wa miaka mingi ulianza kuanguka. Muda ulipita, familia ilianza kujijenga upya. Hassan alihamisha familia yake karibu watoto walicheza pamoja bila kujua historia nzito iliyowaunganisha. Neema na Rehema waliinua watoto wao kwa upendo na ukweli. Bilionea kakaa chini na kuandika upya mipango ya maisha yake. Hakuharakisha kugawa mali isiyohamishika wala akaunti za benki. Urithi si pesa, ni maadili. Aliwaanzishia wote mpango wa elimu, afya na akiba ya baadaye, sio kama tajiri anayetupa, bali kama baba anayejenga. siku moja Hassan alimwambia, niliwaza sana juu ya jina langu. Bilionea akamwangalia, chagua utakalo, alisema. Hassan akatabasamu, nitabaki Hassan, lakini sasa najua ninatoka wapi. Maneno hayo yalimgusa zaidi ya mafanikio yoyote aliyowahi ya kupata, kwa sababu hatimaye familia ilikuwa imekamilika, si kwa damu pekee, bali kwa ukweli. Miaka ilipoendelea, jamii ilianza kuangalia familia ile kwa jicho jipya Sio kama familia ya bilionea, bali kama familia iliyosimama kwenye ukweli. Bilionea alianza kusaidia wazazi wengine waliopoteza watoto hospitalini. Alizungumza hadharani, sio kwa kujisifu, bali kwa kuonya. Ukiona kimya kisio cha kawaida, tafuta ukweli. Neema alianza kusaidia akina mama wajawazito, Rehema akaanzisha kikundi cha ushauri kwa familia. Hassan naye alisimama kama sauti ya wale waliokuwa bila kujua walikotoka. Siku moja wajukuu walimuuliza bilionea, Babu, kwa nini unatuangalia sana? Akatabasamu, kwa sababu nilikaribia kuwapoteza kabla sijawajua. Alitambua kuwa maisha hayampi mtu kila kitu mapema, mengine huja baada ya maumivu, na ukweli, hata ukiwa mchungu, hujenga mizizi imara zaidi. Siku ya kumbukumbu ya mama yao ilipofika, familia ilikusanyika pamoja. Kulikuwa na maua, sala na kimya cha heshima. Bilionea alisimama mbele yao. Niliporudi nyumbani siku ile na kuwakuta mnalilia, nilidhani ni umwisho wa heshima yangu. Akatazama wajukuu: Hassan, Neema na Rehema. Lakini leo najua ilikuwa mwanzo wa uponyaji. Akaweka mkono juu ya kifua chake. Mali huisha, umaarufu hupotea, lakini familia iliyojengwa juu ya ukweli hudumu. Neema alilia kimya. Rehema akashika mkono wa Hassan. Hasan akasema nilipotea, lakini si kupotezwa. Walipokumbatia, haikuwa hadithi ya bilionea tena, ilikuwa hadithi ya familia ya Kenya, ya maumivu, subira na ukweli uliochelewa lakini uliofika. Na hapo ndipo hadithi ilipofungwa, sio kwa kishindo, bali kwa amani ya moyoni.